Mm -hmm. Yeah. Wakati wa masomo yako, wakati nasoma uh, nataka nijue uhusiano baina ya watoto wa kiume na watoto wa kike ulikuwaje wakati unasoma sekondari? Na si vibaya ukatuambia sekondari yako ambayo umesoma baki, pia hata sekondari ndio hiyo ambayo imekufanikisha wewe kwa mpaka hapa. Uhusiano ulikuwaje? Uh, kwa sekondari masomo ya form 1 mpaka form 4 tulikuwa karibia tunataka kufanana, hakukuwa hmm, na namba kubwa sana ya wanaume kuliko watoto wa kiume kuliko watoto wa kike, okay. Lakini kwa e, level from 5 na 6, mimi bahati nzuri au nimbai nilisoma shule ya wasichana tupu, kwa hiyo tulikuwa wasichana kama. Shule gani? Ilikuwa Jangwani, Jangwani Girls, iko Dar es Salaam ya from 5 na 6. O level nilisoma panda hili ambayo kipindi hicho ilikuwa Songwe. Kwa hiyo uyano mimi siwezi nikaudani sana kwa sababu nimesoma shule ya wa wasichana tupu mitaa ya PCB form 5 na 6. Alafu, polevo pia tulikuwa tunafanana, ilikuwa hakuna tofauti kubwa sana kati ya namba ya watoto wa kiume na wake. Sawa. Hmm. So, na hata baada ya, ya kufauli kwenda chuo sasa ukafanya application ukaenda chuo uh, kwa nini ulienda kwenye pua, koo na masikio, I mean ukatamani kuwa specialist ukawa specialized kwenye pua, koo na masikio na sio maeneo mengine? Okay. Narudi pale pale nilikosema kwamba nilikuwa ni mtoto nilikuwa naumwa sana mafua ah. Yes, kwa hiyo sasa nikajitumia mimi kama romodo wangu kujua hivi kwa nini nili- nilisumbuliwa sana na hizi shida na nini mm -hmm, lakini hiyo ni mojawapo ya, ya ya sababu ambazo nilipush kidogo nikasomea kuwa koo na masikio, lakini nyingine ni kwamba Uh, kuna vitu vilinivutia kwenye pua na masikio. Sasa kwenye upande wa pua. Mm -hmm. Yes, kuna mambo ambayo ninapenda kuyafanya, sasa upasuaji sasa mm -hmm. Kwa hiyo nikaona, kwa nini niende nikafanya kitu kingine na sio kile ambacho nakipenda, naki, naki, naki zaidi ambacho naona nitakiweza zaidi kuliko kitu kingine mm -hmm.